kumzulia Allah subhanahu wa taala, ukasema kwenye sheria ya Allah jambo ambalo haliko, ukazungumza kwa akili yako, mimi naona, mimi naona hivi na hivi, kwa nini hivi na hivi, ukaanza kuchangia na wewe jambo ambalo huna elimu nalo, kwa sababu hukulisoma wewe, hujawahi kusoma, huijui sheria ya Allah subhanahu wa taala. Alafu anayesema hivyo, anayechangia na kuzungumza katika sheria, wakati mwingine, wakati mwingine anaakili, wajua sisi maamuma sisi mambumbumbu, sawe mbumbumbu, mbona wasema katika sheria ya Allah? Sisi maamuma wenyewe hatujui kitu. Hapo ataka kujitoa kwenye mtego fulani, ataka kuhalalisha jambo fulani kwamba kwake yeye si vibaya, kwa sababu mmaamuma, kwa sababu mbumbumbu, kwa sababu hakusoma. Ajua sisi hatukusoma afadhali kidogo. Aya, ngoja mada ije, utamwona hakusoma kweli au kasoma kila kitu ajua jambo baya kabisa katika mambo mabaya ni mtu kuzungumza katika dini ya Allah jambo asilo na ilmu. Nani akazungumza kwa dhanni au akaizungumzia Qurani kwa dhana Qur? Ukizungumza Qurani kwa rai yako wapata dhambi, hata ukipatia. Hata kama utapatia ukasema, lakini wadhania tu, wasikia sikia tu, si jambo ambalo wewe umelisomea zungumza mambo mengine, danganya watu kwenye vita vya Russia na Ukraine huko, danganywa tu, sema tu, hata ujasikia. Wale wadanganywa kweli kabisa, mimi naona sawa kabisa, hata hivi naona sawa, wapata madhambi tu kama wasema uongo. Hapo sawa, lakini haya mengine haya ya dini, sasa dhambi yake ni kubwa zaidi, usione kwamba ni sawa. Sasa kuna mtu abagua tofautishi baina ya hili na hili, ikija siasa atazungumza kama ni uongo atatia tu uongo wake kija mpira atazungumza kama ni uongo atatia uongo wake. Lakini sasa ikija dini, pia wameona ingia hapo, wakote achukua kama mpira, kama siasa. wa antaqulu ala Allahi ma la taalamun, na kusema juu ya Allah lile ambalo hamlijui, kwa maana kumzulia uongo na kusema uongo katika sheria bila ya ilmu. Likija jambo la ilmu, uskut, nyamaza, usiseme kitu, uliza kama ujui.